Na, a, a, hapa ni eneo ambayo unaweza ukapata historia ya ya, ya maspika wa bunge ambao toka bunge limeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu kwa sababu historia ya bunge ilianzia mwaka elfu moja mia tisa ishirini na sita lakini wakati huo ilikuwa ni baraza la kutunga sheria. Kwa hiyo bunge kama bunge iliitwa bunge uh, ilianza mwaka Novemba mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na tatu. Kwa hiyo tulikuwa na Uh, maspika wa kuteuliwa kabla ya uhuru ambao walikuwa wanateuliwa kwa idhini ya uh, malkia kutoka kule Uingereza. <coughs> Spika wa kwanza kuchaguliwa kwa uh, upande wa wazalendo um, Chief Adams ambaye huyu aliongoza kwa vipindi mara kadhaa, alianza kuongoza 27 Novemba mwaka 62 mpaka mpaka Novemba 73. Na baada ya hapo aliteuliwa kuwa waziri wa uh, ustawishaji makao makuu Dodoma. Hii wizara ilianzishwa mpya, na wakati huo, kwa kuwa alikuwa na mamlaka ya kuweza kuwateua alikuwa ni rais uh, basi rais alimteua kuwa uh, waziri wa uh, ustawishaji makao makuu Dodoma. Kwa hiyo wakati huo ikabidi Chief Mangenya achukue nafasi hiyo, alichaguliwa akachukua nafasi hiyo Aa, tisini na nane. Na baada ya hapo, baada ya kupata matatizo ya kiafya alipumzika, na msaidizi wake ambaye alikuwa Kusi Msekwa ndiye alichukua madaraka tisini na nne mpaka elfu mbili na elfu mbili akachaguliwa tena kuwa spika mpaka elfu mbili na tano. Elfu mbili na tano tukapata spika kwa bunge la tisa ambaye alikuwa mheshimiwa Samuel Sita ambaye aliongoza mpaka elfu mbili na kumi na kuungi, obayar, ya, oh, uh, okay. uh, kiyo, kiyo, na elfu mbili na kumi tulipata spika wa kwanza mwanamke ambaye ndiye spika tuli naye sasa hivi ambaye ni Anne Makinda. Hiyo ndio story ya ya a maspika. Hiki ni kama ndio kiti ambacho tunaweza kutumika na bunge lana kitu cha kwanza kutumika na bunge la kwetu la Tanzania mwaka sitini na moja na tulitumika mpaka tulivyokuja kupata ya, jengo sasa jipya ambapo sasa tunatumia kiti kipya ambapo unaweza ukakiona i ambacho amekalia spika wa sasa hivi kitu kinachofanyika kwenye jengo. Na hapa tuna majomo haya, majomo ni jomo ambalo alikuwa imetumiwa na spika wa kwanza, ni spika wa kwanza kutumia juu, ambaye alikuwa ni to, na jongo hili ina nakshi mbalimbali mbali ambazo unaziona ambazo pia ni viwakilishi vya, vya rasilimali ambazo tunazo. Utaona pale kwenye almasi inawakilisha ina, ina madini. Tuna korosho ambayo mazao ya biashara pamoja na zabibu, mazao yanayotengeza mivinyo. Mazao ya chakula tuna mahindi, tuna pamba. Hapa kwenye mazao ya biashara pia a, tuna mtama a, tuna karanga pamoja na kahawa na pamoja na mkonge. Hivi vyote pamoja na kwamba ni mapambo, lakini pia ni viwakilishi ya vitu ambavyo kwa hiyo. Ni joho ambalo wanatumia spika. Uh, hili ni joho linalotumiwa na wenye viti wale wanaosaidia spika wakati spika, spika, spika yupo kwenye kiti. Kuna mtu anakaa kwenye kiti ambaye anaitwa mwenyekiti wa Bunge. Mwenyekiti wa Bunge, joho la kwanza ambalo mbalo wameanza kuvaa kua sasa hivi linaenda kuendelea kuboreshwa. Sasa hivi wanayo majoho mengine, lakini ndio kwa uh, ufupi ndio